Wakaaji wa kijiji cha Kasaba wanapitia wakati mgumu hasa kwa kuondokewa na wapendwa wao. Hivyo ni kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kali iliyotokea usiku wa tariki nane kuamkia tariki tisa ya mwezi Mei mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Watu walibaki bila mavazi, chakula, sehemu ya kulala na mambo mengine ya muhimu. Kupitia tukio hilo lililotokea katika kijiji cha Kasaba sekta ya Nganje tarafa Fizi, serikali ya DRC kupitia wizara ya masuala ya kijamii, huku ikishirikiana na serikali ya jimbo la Kivu Kusini, na yote hayo ni kupitia juhudi za wabunge wa tarafa wachaguliwa wa tarafa la Fizi, ilitoa msaada kwa wahanga wa mafuriko hayo yaliyosababishwa na kujaa kwa mto wa kijiji cha Kasaba. Waanga hao wanapata matumaini kuona serikali inawajali na, na kuwatambua kama rahia wa nchi ya Kongo. Jumanne hii ya tariki 27 Mei mwaka 2025, ujumbe mkubwa kutokea kwenye ngazi ya taifa na ya jimbo huku ikiongozwa naye gavana makamu wa jimbo la Kusini Jean-Jacques Elakano umewasili katika kijiji cha Kasaba kilichokumbwa na mafuriko hayo. Kisha ujumbe huo kuwasili, ulielekea katika kaburi ambalo lilizikwa baadhi ya watu waliofariki na mafuriko hayo ili kutoa heshima ya mwisho. Kisha kumaliza kutoa heshima, ujumbe huo ulijielekeza eneo lenyewe la tukio, hasa kujionea hali halisi ya kile kilichotokea kwenye mto huo. Kisha kumaliza hatua hiyo, ujumbe huo ulielekea katika sehemu ambayo iliandaliwa kwa ajili ya kupokeza wahanga wa mafuriko hayo msaada wa vyakula na visivyo vyakula. Kabla ya kupata msaada huo, mmoja kati ya wahanga wa mafuriko hayo alitoa ushuhuda wa kile kilichotokea siku hiyo ya tariki 9 mwezi Mei mwaka 2025 katika kijiji cha Kasaba, mimi ni mmoja kati ya wale ambao walipita katika ajali hii. Ilikuwa ni siku ya nne usiku mida ya saa saba mvua ilianza kunyesha. Baada ya mvua kunyesha hiyo mida ya saa saba hadi saa nane ilikatika wakati wa saa kumi na mbili za asubuhi mvua ilikuja na pepo kali ambayo ilazimu kila mkaaji kukaa ndani. Wakati kama ilipita mida ya dakika thelathini, tulianza kusikia mgurumo mzito. Duniani hapa sijasikia mgurumo huo tukautafsiri kila mtu kivyake. Ile dakika za kutoka nje, kila mmoja aje kuangalia nini ambacho kinatokea huko nje, hakuna aliyefika nje. Mimi mwenyewe na watoto watano nilijikuta nilisha kuwa mparsele ya jirani, niko uchi kama vile nilivyozaliwa. Yule jirani yangu alisha tupo Mtanganika, ajui watoto wako wapi. Kuangalia kwenye tulitoka mtoni, unakuja kule juu, watu wako uchi, wengine tayari ni maiti. Kutoka sehemu nilikokuwa mimi, kupiga kama miguu miwili, nilikuta maiti tatu zinakufa pale pale. Halafu watu walioumia walikuwa pale karibu yangu, kujua hata sura sikuwa ninaijua. Watu wote wanaharibika matope, wa kuvunjika miguu. Mimi kutupa macho upande wa pili wa mto, vilio vinajaa Kasaba mzima, hakuna mtu ambaye hakulia. Kasaba inaenda yote na mafuriko, hakuna hata nyumba niliona kisha mtoni Watu walilia kweli, kuuliza ni matokeo tu ya waliofariki, hesabu inaendelea tu. Kwa hiyo watu walikufa wengi na wakaumia wengi, katika hiyo ajali ambayo tuliipata ya mafuriko ya mto hapo kwetu Kasaba. Familia zilipotea zote, baba na watoto na mama, wengine kubakia baba tu wengine mtoto mmoja na baba, wengine wote kwenda hivyo. Watu tulibaki nguo ambazo mnatuona tuko nazo, tulisaidiwa na wajerani tu. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi. Na government yetu, Mungu awabariki sana, mmetujali. Kasaba ni mjini gani? Ona inakosa hata viti ya kuenea watu, lakini amkuangalia ile. Mungu aendelee kuwabariki sana. Tunahitaji mwendelee kutuunga mkono kwa haya ambayo tumeyaona, tunazidi kushukuru, niseme mara ngapi, lakini yote, Mungu awabariki hakisanti. Akiwa kiongozi wa msafara huo, Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano, gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini, ameonyesha hapa lengo la wao kuwasili katika kijiji hicho. Lengo la mimi kufika hapa ni kuja kutekeleza yale ambayo tuliweza kuwaiti baada ya mimi kuja hapa kuomboleza na watoto wa Kasaba, tulikuwa na skofu tulikuwa na prezida wa ansamble provinsial na mimi tulilala hapa Kasaba na tukalia pamoja na watoto wa Kasaba na tukawaletea misaada na nikawaambia, government yenu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi ailali itafanya kwa vyovyote vile misaada iwajie na tuliahidi ya kwamba hapa kasaba hatutaki tena kuona nyumba za nyasi na tunashukuru rais Felix Tshisekedi ambaye amesikia wito wetu leo government ya Kinshasa imetuma milolongo ya misaada na hiyo misaada mumeona kila mutu amepata manjanja 15 amepata bilo ya misumari amepata chakula provision ya au moins a trois mois na hiyo ilishindikizwa na vikwembe vitu vingi milolongo na kwa kumalizia kila mutu alipata envelope ambayo ni ya dala 200 kwangu ni kitu ambacho sijawahi kuona ninafikiria kwamba raia wa Kasaba watajenga na watapewa eneo lingine donc kutokana na hiyo ambayo tumefanya leo nimeaidia tena na kusema ya kwamba kama vile tulivyosema, watajengewa centre de sante yenye itakuwa ekipe na itakuwa moderne, kusudi wawe na tunziwa hapa na kusiwe maafa ya njiani. Ni furaha kusema ya kwamba watoto wa Kasaba wamefurahi na kidogo kidogo wanaanza kusahau yale yaliyowatokea ya kufata ni kukamata kanuni za serikali. Ndio maana mheshimiwa Kurusi alituma mawaziri wanne, akiwemo wa environment, akiwemo agriculture, akiwemo infrastructure, wa justice, kusudi mambo kama haya isitokee. Kisha neno lake gavana makamu wa Kivu Kusini, hatua iliyofuata ni ya kugawanya msaada waliouleta kwa wahanga wa mafuriko hayo katika kijiji cha Kasaba.

Hata hivyo upande wake bwana Erji Kisina, mwakilishi wa waziri wa taifa husika na masuala ya kijamii na misaada ya kiutu, amesema kwamba ametumwa na waziri wa wizara hiyo Bi Natali Aziza Munana kwa ajili ya kutoa msaada huo na pia kujionea kile kilichotokea. Eh, asante sana monsieur le journaliste. Eh, lengo la ujio wangu hapa ni kuja kupana response

Uh, tuko na manjanja ambao ni nini nyingine wasema ile bash uh, kuko dawa, kuko vilevile uh, vile nani, sabuni, chumvi, chakula uh, misumari na vikwembe kwa ajili ya wamama na vitu vingi kabisa. Upande wake, Bwana Akili Bernard mkuu wa sekta ya Nganja ametaja kushukuru hatua iliyofanywa na serikali ya Jimbo na ile ya taifa huku akishukuru rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi kwa kuwatambua raia wa kijiji cha Kasaba. Tulikuwa hatutegemei kupata viongozi ambao wanaweza kuja kuwa pamoja nasi kutokana na majanga ambayo tumeweza kukumbana nayo hapa. Na hivyo kutokana na misaada hii yote ambayo mnashuhudia nyinyi journalist, kwa kweli huu ni msaada sasa watatu sababu, msaada wa kwanza ulikuja na vice gouverneur wa province pamoja na wa député provincial na président wa assemblée provinciale yetu ya Sud Kivu, na msaada wa pili ulikuwa wakipesa ambao gouverneur mwenyewe profeseur Jean-Jacques Purusi ambaye aliweza kuachia waanga aswa le vrai victime ya hii katastrofe na tirela ambayo ilipitika hapa Kasaba, na hivyo kuwaletea kitita, kitita cha pesa cha milioni eh, ine na tukawa tukawapa. Na leo hii tunaenda kushuhudia msaada wa tatu wa serikali wa mabati, unga na kadhalika. Kwa kweli naendelea kutoa eh, eh, shukrani zangu sana na kupongeza serikali yetu ya Kongo yetu ya, ya, ya, ya Kongo na kusema kwamba eh, majanga kama na haya huwa yanapitika maeneo tofauti. Ina maana leo hii ni kwangu Kasaba, kesho itakuwa kwa wengine. Roho ambayo rais anayo aendelee nayo hiyo, inaonyesha kwamba eh, yuko bega kwa bega na raia wakati wote wa matatizo. Mwishowe baadhi ya wahanga wa mafuriko hayo walishukuru vilevile kwa msaada walioupata kwani ni ishara tosha ya wao kupewa thamani na serikali kama raia wa Kongo. Nilipokea sake mbili ya semuli. Nilipokea sake ya mchele. Nilipokea sake ya marara. Nilipokea sake ya chumvi. Nilipokea yola mbili za nguo. Nilipokea manjanja. Nilipokea manguo yola mbili na ninashukuru sana kunipatia hiyo msaada na... nilipokea na pesa nilishukuru. Yes, yes, sana niliona, si yaonaka hivi niliona msaada nafika, nikashangaa. Sikuwa najua kama tutapokea hiyo msaada, kwa tulikuwa boga kuvaona tu tuko tunatetemea kwa sababu mbili. Nilipokea chumvi sake. Nilipokea mchele sake. Nilipokea maharage sake. Nilipokea mazanza. Nilipokea, nilipokea sabuni na msimada. Ni vema tufahamishe kuwa ujumbe huo mkubwa ulijumuisha gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini, mawaziri wane wa jimbo la Kivu Kusini, wabunge wane wa taifa wachaguliwa wa tarafa la Fizi, wataalamu mbalimbali wa kitaifa husika na mazingira na maswala ya kijamii, mbunge mmoja wa jimbo pamoja na mwakilishi wa wizara ya taifa husika na maswala ya kijamii, huku msaada uliotolewa kwa kila mwanga ni pamoja na dala za Umarekani, boksi moja yenye sabuni ishirini na tano ndefu, kilogramu ishirini na tano ya chumvi, ya maragwe, ya mchele, yola mbili za nguo za vitenge, mabati kumi na tano na kilo mbili za misumari. Na ni zaidi ya watu mia mbili ndiyo walionufaika na msaada huo.